Wana. Lakini kwa mtazamo wetu la juma hili ambalo ni fungu lake linapatikana katika kitabu cha Yohana nne na fungu la arobaini na nane mpaka hamsini natamani niweze kusoma ili uweze kusikia nalo pia, mtazamaji. Inasema hivi kwanzia fungu la arobaini na nane basi Yesu akamwambia, usipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. Yule diwani anamwambia Bwana o kuona ni kuamini, lakini katika hili tunalojifunza tunajikuta kwamba kuna jambo lingine jipya. Asante, asante. <coughs> Kwa kutupa uh, mwongozo katika kichwa chetu cha somo kinachosema kuona ni kuamini, lakini katika lesoni yetu tunapaswa uh, kupitia katika maandiko kama kutoka katika fungu la kariri, lakini pia katika makala za Ellen G. White ambayo moja ya makala hii ambayo tunapaswa kupitia siku hii ya leo ni katika tumaini la vizazi vyote. Kwa hiyo uh, ndugu Rozi, ningependa uweze kutueleza ndani ya kisa au utueleze makala za mama Ellen G. White zilikuwa zinatuambia nini katika somo letu la leo linalosema kuona ni kuamini. Karibu. Asante. Bwana ni mwema wakati wote na wakati wote Bwana mene ni mene. mwema. A, kisa chetu kina kichwa kinachosema kuona ni kuamini, na kisa hichi kinatoka Yohana nne, arobaini na tatu mpaka hamsini na nne, hmm. Katika kisa hichi tunaona kwamba Yesu alipotoka kule Yerusalemu akarudi tena kani ya, Kana ya Galilaya aliporudi huko katika sehemu aliyotenda muujiza wake wa kwanza kubadilisha maji kuwa divai, tunaona Yesu alikutana na diwani mmoja, ambaye diwani huyo alikuwa akimfuatilia Yesu katika kila sehemu anapoenda. Na katika masaa yale diwani mwanaye alikuwa amepata changamoto kidogo, na ndipo ambapo yule diwani alimwambia Yesu, Yesu, mwanangu ni mgonjwa. Yesu akamwambia msipoona ishara na maajabu hamtaamini kabisa. hmm. Yule diwani akamwambia Yesu kwamba tushuke, mwanangu asije kufa. Tunaona katika ma mazungumzo hayo Yesu hakutaka kwenda, sio? hmm. Yani ni kama alitaka, lakini alitaka kufanya muujiza wake kwa namna nyingine. Yesu yeye alimwambia enenda, mwanao yu hai. Na kwa kawaida tunaweza kusema kwamba ni kitu cha ajabu na kitu ambacho kinaweza kuleta changamoto, mtu akwambie kitu from nowhere na then uweze kuamini, ni kitu ambacho hakiwezekani. Lakini kwa sababu yule diwani alikuwa ni mtu ambaye alimfuatilia Yesu kila kona, na ndio maana aliweza kuamini na kusadiki maneno ya Yesu. Tunaona diwani alishuka katika nyumba yake, na kabla hajafika njiani, alikutana na watumwa wake ambao walimwambia mwanao amepona diwani aliuliza ni masaa gani ambayo alipona. Wakamjibu ni masaa ya saba, na tukirudi nyuma katika masaa hayo ndio masaa ambayo Yesu alimwambia enenda, mwanao yu hai. Tunaona kwamba baada ya hayo yote, baada ya mwanae kupona, diwani pamoja na familia yake walimwamini Yesu kwa sababu kupitia ule muujiza wa pili ambao ameufanya, na tunaona huu muujiza ni muujiza wa pili ambao Yesu aliufanya katika kazi yake. Mungu atubariki, amina. Karibu mwalimu, kwaweza kuendelea na kutupa ufafanuzi katika katika kisa chetu cha leo karibu. Asante, siko mbali na Rozi mjaribu mm. kueleza vizuri, lakini ukiangalia eh, kuna mambo makubwa mawili katika hiki kisa. Jambo la kwanza tunaona kisa kinaanzia Samaria na vitongoji vyake ambapo tunaona mm. mfano huu wa Samaria. Yesu baada ya kumweleza yule mwanamke habari zake, naye akaona si vema kunyamaza nazo akaita mji mzima kuja kumsikiliza Yesu, na Yesu alipokuja akawafundisha Injili na wakasadiki kwa maneno ya kwake, lakini pia kuna baadhi ya watu pia walipata huduma ya uponyaji na mingine yanayofuata. Kwa hiyo yote yalijenga alijenga imani kwa watu wa Samaria mpaka wakaona ah, huyu Yesu kuna sababu gani ya kuendelea ku, ku, ku, kuondoka hapa? Bora akae na sisi na Yesu akakaa nao zaidi kama siku mbili hivi. Anatoka hapo, ndio sasa anakuja huku Kana. mm-hmm. anakutana sasa na diwani yaani diwani, yani, diwani, naye kwa visa na maelezo aliyopata kwa aliyoyasadiki, right. kutokana na visa ambavyo yesu amevifanya vikasababisha ye hey, tayari awe na imani ya kwamba hakuna mponyaji mwingine anaweza kumponya mwanae kwa sababu mwanae, ugonjwa ulikuwa naomba, sio ugonjwa wa kupona ule mm. Ulikuwa ni wakufa okay. Kwa hiyo hamna dawa wala hospitali ambayo angetegemea angeweza kupata. Kwa hiyo alikuwa naamini kabisa kwamba Yesu pekee ndiye anaweza kumponya mwanae, na tunaona alipokuja na akasadiki, baada ya Yesu kumwambia, aliposadiki akaenda nyumbani, na kisa kinaendelea mwishoni, kinaelezwa kwamba hata mji mzima, familia yake kwanza ilipata lile neno na kusadiki mm. Hakika injili ambayo Yesu alikuja nayo pamoja na huduma ya uponyaji. Amina. Asante mwalimu kwa pamoja na ndugu yangu dada Rose kwa kutupa uh, ufafanuzi zaidi kutoka au katika kisa pamoja na makala za Mama Ellen G. White katika Tumaini la vizazi vyote. Lakini pia katika lesoni yetu kuna kipengele cha kutoka kwenye kisa, napo kuna maswali mengi ambayo tunapaswa kujadili. Lakini nikipenda ndugu yangu dada Enjo uweze kutupa haya maswali ili tuweze kuyajadili hapa kama darasa. Karibu. Asante. Mm, hivi uh, mnafikiri nini au unafikiri nini yule diwani alimwendea Yesu? Bwana ni mwema wakati wote. Na wakati wote. Bwana ni mwema. Um, kwa upande wangu, kwa uelewa wangu mimi, nafikiri ni kwa sababu yule diwani alimwendea Yesu baada ya kuona Yesu alitenda miujiza mingi hapo kabla, na muujiza ambao alifanya diwani ya amini na kumwendea Yesu ni ule wa kubadilisha maji kuwa divai. Tunaona yule diwani, kwa uelewa wangu ni kwamba alifikiria kwamba kama Yesu aliweza kubadilisha maji kuwa divai, basi angeweza kumbadilisha mwanaye kutoka kwenye hali aliyokuwa nayo mpaka kwenye hali ya uzima. Amina na mimi kwa upande wangu nadhani ni kwa sababu aliamini kwamba Yesu ndiye anaweza kumponyesha mwanaye mm. that's why alimfuata Yesu na kumwamini amina. Asante, lakini kabla tujaendelea na swali lingine, labda kama kuna mwanadarasa ambaye anaweza kuchangia katika swali hilo hilo pia, karibuni. Asante ndugu kiongozi. Eh, kitu cha pekee ambacho kiangalia katika hii kisa mm, kuna jambo mambo mawili la kwanza, huyu mgonjwa sifa za huyu mgonjwa ilikuwa ni kwamba yuko kifoni. Yaani ni mtu ambaye yuko kama ilikuwa sasa hivi mtu yuko ICU, yuko maututi. Mm. Na ugonjwa wenyewe unaonekana huu kupona kwake sio. Yaani ingekuwa kama hospitali zipo sasa hivi ilikuwa ni ugonjwa ambao ungekana huu, sasa tunasubiria tu wakati wa fanya nini? Ni? Da, yeah. Sio kusema dawa, sio daktari, sio nani hawezi kupatikana kuweza kuponya. Lakini huyu diwani akajua kwamba yupo mtu mmoja tu ambaye anaweza kupona kumsababisha mwanae kufanya nini? Kupona. Ndio maana alisafiri. Mtoto yuko mahututi nyumbani lakini yeye akasafiri kwenda kumtafuta Yesu. Mm-hmm. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba aliamini ya kwamba suluhisho la mwanae kupona si mtu mwingine ni Yesu tu. Maana naamini dawa alikuwa na uwezo wa kifedha, alikuwa na uwezo kama yuko hospitali, alikuwa anaweza kwenda hospitali yoyote, vipimo vyote vya gharama, vya bei nafuu vya nini angeweza kuvipata. Mm-hmm. Lakini mwisho wa siku akasema hapana, huyu ni Yesu pekee anaweza kuponya ugonjwa. Kwa hii inatuonyesha kwamba imani ni kitu cha msingi sana, na ndio maana hata kwa muktadha wa um, wasomo letu kuona ni kuamini, bado tunapata kitu kingine kipya, ya kwamba sio lazima uone. Diwani anakuja kwa Yesu na mwanao yuko kifoni, katika hali mbaya ya maututi, anapoambiwa tu anasadiki na hana haraka tena, yaani jambo yeah, kwamba hana haraka tena baada ya kuambiwa anaamini, pale ndio kuna suluhisho na kweli mtoto alipona. Hmm. Na familia ikaamini na ikasadiki kwa neno tu ambalo Yesu yesu alikuwa amelisema na ilitokea. Asante. I mean, amina. Uh, karibu tuendelee na maswali. <coughs> Na sasa Diwani alipokuwa njiani alikuwa anaamini, unafikiri alikuwa anaamini nini? Alisadiki maneno ya Yesu, sababu kisa tunatuambia alisadiki. Alipoambiwa tafanya nini? Alisadiki. Maana yake ni kwamba yeye kwa sababu alishaamini kwamba hakuna dawa. Mm. -hmm. Na kina ugonjwa huo unajikana ulikuwa hawezi kupona. Hakuna dawa. Hakuna daktari. Hakuna mwingine yote anaweza kumsababisha mtoto akapona ni mm -hmm. Yesu peke yake. Mm. -hmm. Tendo cha kuambiwa tu akasadiki. Hicho tu tayari kishampa moyo wake kwa nini? Kuwa na amani ya kwamba aliyokuwa hitaji lake amefanya nini? Imefanikiwa na kutokana na visa vile ambavyo alikuwa ameshavipata kutoka kwa Yesu alipokuwa ameponya watu mm -hmm. Mm. Alipokuwa anafundisha neno la Mungu, alipokuwa anafufua watu, alipokuwa anafanya visa ambavyo kwa, kwa mtazamo wa kibinadamu ilikuwa haiwezekani isipokuwa kwa imani tu, naye pia alisadiki na kuamini ya kwamba kwa kweli ile alilosema Yesu ni hakika limetendeka. Amina. <coughs> Uh, tuna kushukuru ndugu Enjo kwa kutupa mtazamo katika sehemu ya kutoka kwenye kisa na kuweza kupata maswali kadhaa ya kuweza kujadili tunaamini ndugu mpenzi mtazamaji umeweza pia kupata kitu katika somo hili la leo katika kisa lakini pia katika, kutoka katika kipengele cha kutoka kwenye kisa. Lakini ningependa kumkaribisha dada yangu Amina uweze kutuambia au kutupa summary ya, kisa ya somo la leo na kutuambia unatoka na nini uh, katika siku hii ya leo, maana kuna watazamaji ambao wamechelewa kujiunga pamoja nasi lakini wangetaka kujua tunatoka na nini katika siku hii ya leo. Karibu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Katika hiki kisa nimejifunza kuwa au tumejifunza kuwa kitu ambacho tunataka kutoka nacho ni kuwa tunatakiwa kuliamini neno la Mungu na kuliishi. mm -hmm. Amina, amina. Karibu mwalimu kwa yeah, nyongeza. Ningeongeza kidogo kwamba unajua hivi visa tunapojifunza au tunapojifunza masomo haya ni kwa ajili ya kujenga sisi imani. Leo tumejifunza kuona ni kuamini, lakini tumeenda zaidi ya kuona ni kuamini, tumeenda hata kusikia na kusadiki, ndio eh? Yaani maombi yetu sisi kama vijana, maombi yetu kama sisi wanadamu wa, wa tunapoyapeleka kwa mwenyezi Mungu, tuamini ya kwamba Mungu amesikia na ametenda. Ni swala la imani, ndiyo pekee ambayo tunaweza kusababisha sisi tukasadiki tuka na kufanikiwa katika yale ambayo tunafanya nini, tunayotegemea. Tunaamini ya kwamba Mungu anaweza, hakuna jambo linalomshinda Mungu, sababu yeye ndio muumbaji wa kila kitu. Anachotaka kutu sisi ni imani tu pekee yake, na diwani ametuonyesha jambo zuri sana, ya kwamba sio lazima Yesu aende akamguse mwanaye. Sio lazima Yesu labda angetuma labda kitu kingine. Tunaona kusoma kabisa eh, katika kitabu cha Agano la Kale kuna kisa cha eh, Elisha anatanguliza fimbo eh, kwa ajili ya kwenda kwa mgonjwa, lakini yule mama alimng'ania mpaka aende naye yeye mwenyewe. Lakini kwa Yesu sio lazima aende. Yesu ukimwomba popote pale, ukiwa na changamoto wakati wowote, sehemu yoyote, anakusikia japo linalotakiwa kufanya tu ni kuomba kwa imani tu. Amina, ukiwa na imani Mungu anasikia na anajibu maombi yetu S Amin. Amina, asante mwalimu kwa mchango wako mzuri lakini mimi pia ningependa ku kutoa au kuweza uh, kueleza au kuongeza pale mwalimu alipoweza kuongea katika kipengele cha aya za mkazo tunaona fungu ambalo inatoka katika kitabu cha Yohana 20 fungu la 29 hadi la 31, nayo na inasema, Yesu akawaambia wewe, kwa kuwa umeniona umesadiki, yaheri wale wasioona wakasadiki. Basi kuna ishara nyingine nyingi alizozifanya Yesu mbele ya wanafunzi wake zisizoandikwa katika kitabu hiki, lakini hizi zimeandikwa ili mpate kuamini kwa ya kwamba Yesu Kristo mwana wa Mungu, na kwa kuamini muwe na uzima kwa jina lake. Tunaona au tumepata samari kutoka kwa mwalimu, lakini pia tunaona katika uh, kitabu cha Yohana 20:29 hadi 31, lakini katika makala za mama Ellen White katika kisa tumeona pia Yesu alikuwa anajua kwamba yule baba au diwani alikuwa hana imani uh, na Yesu kwamba uh, atamponya mwanaye, lakini kile kitendo cha kumponya mwanaye kikawafanya baba pamoja na watu wa kule nyumbani kuweza kusadiki na kuamini kwamba Yesu ndiye mponyaji, na wakajitoa maisha yao na kuweza kubatizwa ili uh, kuweza kusadikisha maandiko ambayo Yesu alikuwa anayasema na ningependa kama wanadarasa mweze kuchangia kama kuna kitu chochote mnachoweza kukisema, ili wana watazamaji waweze kukipata katika siku hii ya leo tunapoenda kuhitimisha. Asante mwenyekiti, kuna jambo moja ambalo pia ni la msingi. Tumeona somo letu la leo tumejikita sana kwenye uponyaji. mm -hmm. Lakini huu ni uponyaji wa kimwili, lakini linaenda zaidi ya hapo, tunaongelea Swala la uponyaji wa kiroho pia. Ndio. Umeona eh? Mm -hmm. Yaani, kuamini neno la Mungu pia ni ndio msingi wa wokovu wetu. Hakuna wokovu pasipokuwa na imani. Kama mtu anaweza kuponywa kimwili hana magonjwa mbalimbali alionavyo mbali, ndivyo ambavyo mtu anaweza kuponywa kiroho kwa magonjwa alionayo ya dhambi. Amina. Kwa hiyo hii ni sehemu ya injili ambayo kwa ajili ya uponyaji wa kimwili, lakini uponyaji pia wa kinini wa kiroho. Kwa hiyo imani ndio sehemu kubwa ambayo ni msingi hasa ambao unaweza kusababisha pia tuweze kupata uokovu ambao Yesu aliuleta kwetu sisi, kwa sababu hata ukipona kimwili bado tutakufa eh? mm. Lakini ukiponywa kiroho tutalala na mwisho wa asubuhi ile njema tukiyesu. Yesu akija tunakwenda nini? Na mm, urithi uzima wa milele mm. Asante, asante, asante wanadarasa. Asante mwalimu, labda Naona ndugu wenjo una kitu cha kusema, karibu. Mm, mimi hapo na swali. Karibu. Uh, katika dunia sasa hivi mtu anaomba kwa mfano anaumwa, hmm, na anaamini kuwa hapa nitapona lakini haponi. Hiyo kwa nini inatokea? Na ameamini kabisa hapa nitapona na nishaomba, hmm, lakini haponi, kwa nini namesha mini hapa nimetendewa kabisa. Karibuni wana darasa, nisiomzungumzaji sana, lakini tumeongelea swala la imani leo ndio mm. Sehemu kubwa ukiangalia somo letu ni imani, imani, imani. Kuona kusadiki, si kufanyaje, yote ni imani mm. na Yesu ametufundisha tunapoomba unapoomba kwa imani, anasikia na anatenda. Mfano, ukisoma Zaburi 145 kuanzia fungu la kumi na saba mpaka kumi na nane na tisa utaona namna ambavyo tukimuomba Mungu kwa imani anatujibu, lakini bado mwisho ni mapenzi ya Mungu ndio anayotendeka. Yani tunaomba, lakini mwisho wa siku tunasema mapenzi yako fanya nini, kwa sababu Mungu siku zote anatuwazia mazuri na yeye ndiye anayejua Sawa, mm. eh? Eh, labda nitoe mfano wa kisa fulani kifupi. Kuna mwinjilisti mmoja alisafiri, alikuwa anasafiri akawa yuko standi. Alipofika standi akakaa anasubiria muda wa gari ufike, akasinzia. Sawa mm. sawa. Aliposinzia gari likafika pale, ikaondoka. Anakuja kushtuka gari ishaondoka. Akaanza kulalamika ni, na kulia na nauli ilikuwa ni hiyo hiyo, lakini mwisho wa siku watu wa Samaria wema waka, wakampanisha kwenye gari jingine. Anaondoka anafika njia, na ile gari imepata ajali na ilikuwa ni ajali mbaya sana. Kwa hiyo yeye yeah, alikuwa ananungunika na anasikitika kwamba amefanya nini? Amekosa ame, ame usafiri. Lakini mwisho wa siku kumbe Mungu alikuwa anamwazia mema. Kwa hiyo wakati mwingine, hmm, unaweza ukaomba, ndio unaweza ukaa katika nyakati ngumu, unaweza ukaa nyakati nzuri, unaweza nyakati zote. Lakini mwisho wa siku Mungu anachojibu huwa ni sahihi na chema kwa sababu anatuwazia mema siku zote. Kwa hiyo cha msingi tu tuendelee kuwa na imani na jambo ambalo Mungu tumemwomba atatupatia. Sawasawa, sawa na mapenzi yake, na mapenzi yake siku zote ni mema kwetu sisi. Asante, amina. Hivyo ndugu mpenzi mtazamaji, huu ndo mwisho wa somo letu la leo, lakini pia karibuni katika wiki ijayo katika lesoni mtandaoni, ambako tutakuwa pamoja na kuweza kuendelea na somo la tatu. Na kabla hatujahitimisha, tujahitimisha, ningependa dada yangu Enjo huweze kutufungia somo, uh, kipindi chetu cha leo. Karibu. Tuombe. So, Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, ukitia mali pa jumigonji yako tukuza Yesu Kristo, tazama muda huu tumemaliza ibada hii. Yesu Kristo tunakushukuru, nikiomba katika jina lako Yesu Kristo. Amina, amina.